Mimi kama nabii wa Mungu nimeona nisikae kimya Mungu asije akanihukumu katika haya yote ambayo yanatokea katika nchi hii. Nchi hii, kitu cha kwanza, tunahitaji amani na upendo kwa wananchi wote kwa maana sisi binadamu wote ni ndugu. Mungu amenionyesha kwamba uchaguzi wa mwaka huu utakuwa ni uchaguzi ambao amani itatoweka. Watu wataingia kutafuta madaraka na watu watakufa katika uchaguzi huu. Sasa Mungu huwa anaweka mlango wa kutokea, Mungu huwa anasema na manabii wake, na manabii wanatoa maelekezo ili nchi ipate kwenda sawasawa. Na manabii wanavyoeleza, uchaguzi wa mwaka huu watu watapoteza maisha wengi kwa ajili ya uchaguzi huu na dalili zimeshaanza kujionyesha kwa ajili ya vurugu zinazotokea kwa wananchi na serikali, lakini nataka nitoe la yangu kwamba kwa wananchi pamoja na serikali kwa ujumla, ya kwamba wananchi watii mamlaka na serikali nayo iweze kuangalia kwamba haiwezi kuwa serikali bila wananchi. Kwa hiyo ninachoomba mbele zangu, kwamba mbele za watu wote na umma hii itambue kuwa kama jinsi Mungu alivyonionyesha ya kwamba mwaka huu 2025 kwenye uchaguzi wa mwezi mye, wa kumi kumi na moja unaoendelea, kuna watu watalala mauti kwa ajili ya uchaguzi, kwa sababu Mungu ananionyesha ya, ya kwamba kutakuwa na vurugu kubwa ambayo itasababisha watu kupoteza maisha. Sasa nitajiuliza watu watapoteza maisha ni akina nani? Kama sio mimi na wewe au mdogo wako au kaka yako au rafiki yako. Kwa hiyo sasa, Mungu huwa atoi neno kwa mtumishi wake bila kuweka mlango wa kutokea, na mimi kama mtumishi wa Mungu nimekuja niseme neno moja, kwamba katika hali inayoendelea tunahitaji amani ya nchi hii itawale kwanza. Upendo ni kitu cha kwanza. Maandiko ya Mungu anasema Isa bin Maryam akasema pendaneni ninyi kwa ninyi. Kama hujampenda mwenzako, uwezi ukamchukia. Ukimpenda mwenzako, uwezi ukamchukia. Lakini kama hujampenda mwenzako, ndio utaweza ukafanya vyovyote uwezavyo kumfanya ukamtukana, ukampiga ukamfungulia makesi aovyoovyo, mada madam tu pengine una hela. Kwa hiyo sasa upendo haupo. Kwa hiyo mimi naweza kushauri wananchi pamoja na viongozi wa serikali, tunaomba amani ipatikane katikati yetu. Amani haipatikani kwa mtutu wa bunduki. Amani haipatikani kwa kufunguliana makesi mahakamani. Amani haipatikani kwa kupigana ngumi. Amani haipatikani kwa vurugu na vilungu. Amani inapatikana kwa kumcha Mungu na kumpenda mwenzako kama binadamu wa Mungu mmoja. Hatupendani kwa sababu tumezaliwa tumbo moja. Hatupendani kwa sababu yule ni mkaka wa, ni mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, mtoto wa dada. Hapana, tunapendana kwa sababu Mungu amesema sisi sote ni ndugu wa Mungu mmoja haijalishi, mtu huyu ametoka Marekani, ametoka Kenya, madam ni mwanadamu chini ya jua, unatakiwa umpende kama jinsi unavyojipenda nafsi yako. Sasa inashangaza kuna kwamba kunakuwa na vurugu zinatokea mara, unakuta polisi e, baadhi ya polisi hawana ustaarabu. Kuna watu ambao wamezaliwa wakiwa ni watu ambao wana hekima nzuri kuna polisi tunawaona wengine wana hekima nzuri na kufuata maadili ya PGO ya polisi inasema nini, lakini kuna baadhi ya polisi ambao wamevaa tu magwanda ya polisi na serikali ikawapa imani na kuwavisha magwanda hayo kwa ajili ya kulinda mali za wananchi na maisha ya wananchi, kulinda raia na mali zao, lakini watu hao hao wanageuka tena kuwa adui kwa wananchi, sasa kama jinsi tunavyoona vurugu zinavyotokea, mara unaweza kukuta askari anambeba raia, labda amemwambia unakamatwa, raia hana ubishi, anakubali kupanda gari, anaenda kumzungusha mapolini, anambwaga huko. Kama tunavyoona kwa kweli, ni kitendo ambacho si cha ubinadamu, ni kitendo cha unyama. Huyo sio binadamu, huyo sio polisi ambaye anatakiwa kulinda wananchi na mali zake, huyo anafananishwa na jambazi, yaani hana tofauti na jambazi muuaji, kwa sababu anakiuka haki za binadamu na utu wa mtu. Kama yeye amevaa kofia ya polisi anatakiwa amwambie unashtakiwa kwa kosa hili, na amwalesi kumkamata ampeleke kituo cha polisi. Mwana mshtakiwa au akuzi anatakiwa akaye kwenye gari la polisi na kumtembeza huko kwenda huku na huku. Iwapo kama kuna mali ya wizi, anatakiwa akaonyesha alikoficha, ndiyo hapo yule askari anatakiwa ampakia kwenye gari, kwamba katika upelelezi natakiwa utupeleke ukaonyesha mali ya wizi ulikoficha, au kwa upelelezi mwingine wote. Lakini sio tu mnadi tu, unamkuta mtu, unatumia gwanda la polisi na kumpakia huyo mtu kwenye gari na kumzungusha mpaka kumtupa polini, kama tunavyoona Kini, ukweli ni huo, lakini swali ni kwamba sio polisi. Yani neno polisi halina shida. Polisi neno polisi ni polisi, ni chombo, ni sawa na jina. Unasema hospitali, unasema taasisi fulani, taasisi ya benki. Jina mimi naitwa Nabii Francis. Kila mtu na jina lake. Kwa hiyo polisi ni kitengo au ni taasisi ambayo imetengwa kama jeshi la polisi. Sasa Anayeweza kuharibu siyo jeshi la polisi, anayeharibu ni mtu ambaye ametoka kuzaliwa kwa mama yake, na tabia zake mbaya alizotoka nazo kule ndizo anazozileta mpaka kwenye chombo cha polisi na kuchafua baadhi ya polisi. Sasa huyo mtu inatakiwa ashughulikiwe na kumpa maadili ya kipolisi, kwamba hayajui. Kwa hiyo katika hiyo Mungu anataka upendo, na bila upendo polisi hawezi kupenda mwenzake, hajui kwamba huyo anayemtesa ni kwa sababu tu pengine hajazaliwa kwenye tumbo la mama yake, sio mtoto wa kaka yake, sio mtoto wa mjomba wake. Lakini hafai polisi kuangalia sura kwamba hii ni ya mjomba au ya kaka, polisi inatakiwa asimame kama polisi. Narudia nikisema kwamba baadhi ya polisi hawana utu lakini kuna baadhi ya polisi wamezaliwa toka, toka kwenye matumbo ya mama zao wako vizuri kabisa, na ukikutana nao utasaidiwa na uta, utasaidiwa vizuri na atakuhudumia vizuri kama polisi kwa kutenda haki. Lakini vurugu zinazotokea kwa mtu mwingine anaweza akuona tu vazi la polisi lile amevaa, serikali imemwamini kumvisha vazi la polisi, lakini kumbe ndani yake ni, ni mbwa mwitu ndani yake ni jambazi. Si tunaona majambazi wengi tu wanakamatwa wanafungwa miaka thelathini. Kuna, kuna askari polisi mmoja nilikuwa naye anakaa naye jirani yangu pale akawa ni jambazi, mchana anaenda kituoni anafanya kazi kama kawaida, jioni ikifika ana, ana, anachukua vijana wanaenda kunyang'anya mali za watu, na huyo polisi na jina limemuhifadhi amefungwa miaka thelathini, yuko Ukonga hapo, hata nikimtaja haitanisaidia nisaidia chochote lakini tunaona mapolisi majambazi sasa. Polisi, kama kweli umeitwa na, na Mungu amekupa hiyo kazi, ni dhamana na serikali imekuamini kuvaa vazi la polisi, wacha unyanyasaji kwa wananchi. Nasema baadhi ya polisi ni waaminifu na wana upendo, lakini kuna baadhi ya watu ambao ni wamejiingiza kwenye upolisi na serikali ikawaamini kuwapa vazi hilo la upolisi, kumbe ndani yao ni majambazi kumbe ndani yao hawana utu. Kwa hiyo tunaomba, tunaweka lahi kabisa kwamba vitengo vya polisi visimamie haki, na hasa viongozi walio juu wawaangalie hawa walioko chini, wanawachafulia majina ya polisi. Jeshi la polisi linachafuliwa na watu wachache walioko chini. Ukiangalia watu wanavyopigwa wanavunjwa miguu, nani aliyesema kwamba wewe polisi kuvishwa ilo vazi la polisi ukampiga mtu mvunje mguu? pijio ya polisi inaelieleza kabisa kwamba unakwenda kumkamata mtu akikataa kukamatwa kwenda polisi, ndipo utumie nguvu. Sasa kama amekataa kwenda polisi, ndo utumie bunduki au utumie marungu kumvunja miguu? Hapana, na unaangalia na kesi yenyewe, mbona yote hiyo tunayafahamu. Kuna kesi ya kutumia pawa lazima, hata kwa risasi ni inawezekana, kwa sababu unaenda kupambana na jambazi mwenye silaha. Amani ya nchi ni kitu cha msingi sana katika maisha ya binadamu na hasa kwenye taifa yetu hili la Tanzania. Amani katika ulimwengu, lakini hasa nitajikita katika nchi yangu humu ninamoishi Tanzania. Mungu amenionyesha mwaka huu. Mwaka huu ni kipindi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge na urais. Sasa kile Mungu amenionyesha ni kwamba mwaka huu kutakuwa vurugu sana kipindi cha uchaguzi, na watu baadhi watakufa kwa sababu ya uchaguzi. Na ile ambayo Mungu amenionyesha ni kama siku nne, tano zilizopita, lakini naona ile hali ya nchi yetu inakwenda sivyo, lakini nimeona nisinyamaze kimya, nikaona mimi kama nabii mtumishi wa Mungu ni toke nilielezee na Mungu atakuwa amekusha niona kwamba nimesema kile alichonielekeza nikikaa kimya nisije nikapata adhabu mbele za Mungu. Sasa mimi ninachoomba kwa viongozi wa serikali, hasa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninaomba hawa walioko chini yako utoe maelekezo kwa sababu wewe ndio kiongozi wetu wa nchi, kwamba kuwe na amani, kuwe na amani pasipo mtu kuonewa, kama tunavyoona hali ya sasa hivi, kuna vurugu zinatokea, maana no reform no election, mara hivi na vile mvutano. Nataka niwaambieni ndugu zangu wapendwa, Watanzania wote na viongozi wa serikali hapa Tanzania hatuna nchi mbili, tunayo nchi moja tu na vyama vingi ambavyo ni ndugu zetu, ni kaka zetu, ni dada zetu, ni marafiki zetu tunaoshinda nao. Kwa hiyo hakuna nchi mbili, tunahitaji amani. Amani na upendo ndio Mungu anachotaka. Tungekuwa ni, ni nchi tofauti labda, lakini sasa hivi hata kama nchi tofauti kuna OAU, Umoja wa nchi huru za Afrika kuna upendo hasa kama kuna umoja u, nchi huu za Afrika, tuna upendo. Kwa nini tusiwe na upendo ndani ya Tanzania yetu, kama tunavyoona vurugu inavyotokea, askari polisi kuwapiga wananchi, wanapigwa hata kama yule askari anakwenda ya kumkamata labda mhalifu e, hasa juzi juzi kulikuwa na vurugu, mara watu wasiende mahakamani wala asifanye nini lakini mwananchi ameenda mahakamani, anapigwa. Sasa kwa nini apigwe? Na kwa nini ameambiwa twende kituo cha polisi, amekataa? Kwa sababu kama ni askari, unatakiwa umwambie mtu twende kituo cha polisi, akikataa, ndio tumie nguvu. Na hapo unamwangalia mtu huyo amebeba nini, amebeba jiwe, amebeba mkuki, amebeba panga? Hapana. Sasa kama amebeba panga, utumie nguvu ya nini? Kwa hiyo sasa ni uzao wa familia ile yule mtu alikotokea. Huyo mtu anajiingiza kwenye jeshi la polisi wakati ndani yake kumbe ni mbwa mwitu, kama tunavyoona wengine wanafungwa fungwa ovyo, wana wapaka matope watu wengine kwenye jeshi la polisi. Lakini ile yangu ni moja ya kwamba tunahitaji amani katika nchi. Amani ndo kitu cha kwanza, utu uwepo Roho ya kijambazi, roho mbaya iliyo ndani ya mtu ipondeke, na kumcha Mungu kwa roho na kweli. Kama unamcha Mungu kwa roho na kweli, uwezi kumfanyia mwenzako unyama, ukamchukua kumgalagaza kwenye matope. Hiyo sio kozi ya jeshi, hiyo ni raia mwanadamu, ambaye ana hana lolote, unakwenda kumgalagaza kwenye matope, unakwenda kumpeleka polini, unakwenda kufanya hivi na vile, unampiga ukaanyasa. Mungu hataki namna hiyo. Mungu anataka haki, na yote hayo yanatokea ni kwa sababu tu ya jambo moja ambalo tunaona kwenye vyama pinzani. Tunasikia kama vile Chadema wanasema no reform no election, kwamba pasipo mabadiliko hakuna uchaguzi. Lakini sasa, kwa nini vyama hivi viwili Chadema na CCM na vyama vingine mkakaa pamoja na kujadiliana mkapata ufumbuzi ili amani tawale. Mwezi wa kumi kumi na moja watu waingia kwenye uchaguzi, hakuna kususiana uchaguzi. Kama tumesikia kwamba Chadema wanasema sisi hatujasusia uchaguzi ila tutazuia uchaguzi, na upande wa pili wa pili huku sisiemu wanasema sisi uchaguzi lazima utapatikana, manake ndo katiba yenyewe. Hapa Mheshimiwa Rais, uoni kama kuna mvutano? hapo kuna damu za watu zitamwagika hapo, na maandiko ya Mungu anasema akupigae shavu la kushoto mgeuzie na la kulia. Kama kuna mtu anasema kwamba uchaguzi utafanyika hata kwa kula, kwa kulazimisha wewe, upande wa pili kama ni Chadema, unaona kwamba huyu mtu, kama Yesu alisema mpigae shavu la kushoto mgeuzie na kulia, unaachana naye ili aingie kwenye madaraka, naye ataka na huyu wa upande wa pili naye akiona kwamba huyu kwa, mm, kwa nini ananiambia hivi kwamba ili tuingia kwenye uchaguzi tubadilishe mfumo? Sasa ni wakati sasa. Wewe unayetuhumiwa upande wa pili kwamba hawa watu umewachagua mwenyewe, itakuwaje? Wewe ni mchezaji, utoe refali wewe mwenyewe. Sasa ni jukumu lako kumwita huyu wa Chadema na kumwambia kwamba sasa unataka nifanyeje, ni yupi nimtoe katika hawa Wakwambie mtoe fulani, mtoe fulani. Ukishafanya hivi, unamtoa ukimtoa, ukamweka mwingine, hata kama unaingia kushinda uchaguzi, hautapata lawama kwa mtu yoyote. Na tena utawaambia kabisa kwamba mliniletea malalamiko kwamba nimtoe fulani nimweke mtu fulani, lakini mbona nimeshinda? Ni kitu kidogo sana ambacho kinaleta msuguano kwenye taifa hili, ambacho ni kutoa maamuzi tu kwamba mnasema, mnasema ee, hey, nani ni mtoe? Fulani. Kama hivi tumesikia tu Chadema wanasema kwamba mwenyekiti wa tume amechaguliwa na rais Samia, ambaye hata kuwa lefali nzuri kuhesabu kula za urais. Kwa hiyo sasa anatakiwa atolewe ili awekwe mtu mwingine huru, kwa sababu upa, na, na nukuu kama wanavyosema upande wa Chadema wanasema kwamba e, tume huru ime, imeandaliwa jina ni jina tu, inaitwa tume huru, lakini watu wenyewe wahusika ni wale wale wa miaka yote wamebadilishwa, yani waman, wana manufaa na serikali. Sasa basi kama tume ipo huru iliyoandaliwa, lakini watu ni wale ambao wanaotuhumiwa na kukataliwa, ninashauri mheshimiwa rais, ungewaondoa watu hao, kama nilimsikia makala anasema kwamba Tundu Lissu anasema kwamba nataka tume huru na wa wakurugenzi wa, wa, wa sitaki wasimamie uchaguzi. Makala nilimsikia amesema vizuri, akasema kwamba eh, hao hawatakuwepo. Anapiga tu kelele Lissu, hao hawatakuwepo hawa watu wakurugenzi wa lakini hakutafsiri kwamba je, mwenyekiti mkuu wa tume taifa je naye atabadilishwa pale, sikumsikia makala akieleza chochote ila amesemea kuhusu wakurugenzi kwamba hawa hawatakuwepo. Sasa swali linakuja kwa wananchi wa upande wa pili kwamba sasa, kama ametangaza hawa wakurugenzi na yule kiongozi mkuu, kwa sababu hawa wakurugenzi wana, wana, wanaondolewa. Hawa wa chini huwa wanahesabu kura za, za madiwani na wabunge, ni wako chini, hawagusi hawa kura za rais. Sasa wa rais yule wa juu Je, anatolewa au bado atabaki pale pale? Ndio kicha ambacho mimi ninachoshauri ni kwamba, mheshimiwa rais, naomba ni kwamba kile wanachopiga kelele upande wa pili, huyo kiongozi wa mwenyekiti wa uchaguzi muondoe, muweke pembeni, weka mtu mwingine, na Mungu atasimama kwa ajili yako. Mungu ameshi, kama amepanga kuwa rais utakuwa rais tu, na mimi kama nabii nilishaona moja kwa moja ndani yangu kwamba rais wa nchi hii ni nani, ila sitamsema kwa sasa, nilishajua. Lakini tunahitaji ku, ku serikali yetu na umma kwa ujumla kukaa chini na kutafuta amani ya nchi itawale, na kama huu mfumo ukibadilishwa na huyo mwenyekiti huku chini, sina shida, kwa sababu makala mwenyewe alishasema kwamba hawa wakurugenzi hawatakuwepo. Sasa huyu mtu wa kwanza ambaye ndio anahesabu kula za rais mwenyekiti wa tume huyo, je, ni yule wanayemtuhumu au naye ameshabadilishwa? Na kama ameshabadilishwa, ni kiasi cha kukaa chini na kumtoa Tundu Lissu gerezani na kukaa na kusema mambo ya maisha, tuingie kwenye uchaguzi.